Bwana tumekutana na Dogo Paten nakuwaje? Tumekuona mm. <laughs> ka, kwenye tuzo za Tanzania Creative Awards. Mtu anaweza akajiuliza labda tumekuja kusapoti yao na sisi tulikuwepo. Hapana, mimi nimekuja kusapoti kwa sababu dada yangu aliingia katika kinyang'anyio. Labda mtu hakujua dada ni yeah. yeah. mtu dada? Sinifa. Ni ah. yeah. mtu ambaye ana nafasi gani kwa maisha. kwa sababu inaonekana ni mtu ambaye anamsapoti sana Nifa. Ya yeah, ana nafasi kubwa sana katika kariera yangu pia na katika maisha yangu, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akinisapoti sana, kwa hiyo na mimi si tuacha kumsapoti kwenye majambo yake kama haya yeah. Kwa namna fulani amekushape, pengine labda Dogo Paten tulikuwa tunaona anaenda hivi, lakini alipokuja nifa sasa kambadilisha mwelekeo wake umekuwa hivi ah. Uh, naweza kusema kuna vitu baadhi amenibadilisha tangia nianze na kufahamiana naye na na. Ni mtu ambaye anataka vitu vikubwa, atakage vitu vidogo vidogo, kwa hiyo hata mimi pia najaribu kufuata nyendo zake yeah. Ni kitu gani cha mwisho ambacho mara ya mwisho alikukanya kama mdogo wake, kukuambia labda Paten bana fanye, yani ni mwanamuziki ni star, lakini hakikisha kitu fulani ukifanye kwenye mziki wako, kitu ambacho anachopenda kwenye sini? Kwamba hawezi ukaiti uka, uka, uka mara mbili, kwa hiyo inabidi u, u, ujipambanie ubaki hapo hapo lipo lakini kuhiti mara mbili ni kitu ambacho kiwezekani, kwa sababu hapo aloiti na akadondoka, kwa hiyo atamani kuniona mimi nadondoka. Yeah. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hatutegemei kumuona Dogo Patena akihiti tena au bado tupo kwenye hiti yetu? Yani kitu ambacho eh, nadhani watu wengi hawatambui uwezi yani ustar uji mara mbili. Usta unakujaga na kushuka. Kwa hiyo mimi hapa sio star lakini najipambania ili mradi niwe star. Katika hayo mapambano ndo nikazania nipambane nisishuke. Yeah. Mwanetu umri bado sisi ni wadani wadogo, si ndio? Uh, kuna ugumu kiasi gani kujiendesha wewe mwenyewe katika muziki kwa sababu haupo chini ya record label. Na kama walivyosema nilikuwa nimesikiliza interview yako akasema sijui director gani anakuambia utema milioni ya pesa kitu ambacho ni kigumu. Ugumu uko wapi hasa? ya ugumu unachokuja cha kwanza, unapokuwa peke yako, unajua mimi mwenyewe, kuna watu wanakula kupitia mimi, au sio bwana? Kwa ninapofanya show lazima watu wengine wale. Kwa hiyo watu wengine ili wale lazima mimi niwape pesa, au sio bwana? Kipato ambacho ninachokipata kwenye show kinakuwa sio kikubwa kwamba ni balance mambo yangu yote yaende sawa, hapana. Ni kitu ambacho kezekani. Kwa hiyo ndio maana one time inakuwa pesa ndio inachelewesha labda pengine mimi kutoa pro project zangu, ya kitu kama hicho Mzee wangu, tarehe kumi na nne hii hapo, unajua. Yeah, mwezi wa pili. Yeah, tuko upande gani? <laughs> <laughs> watu akangojibu nini? Yeah, kakangu, hapo tuko single, yeah, au vipi? Na uh, mimi nipo single bwana. Kwa hatuna atu, mtu akumpelekea maua. Yeah, kweli. kama zawadi ndo nampelekea mama angu, alafu mimi sio star. ila inshallah. <laughs> dua zako hizo Mungu

sababu unajua watu no wengi wanamuona kama vile ni dogo fulani hivi kidogo amcheshi mchangamfu. Kile ambacho mm, anajifunza zaidi kutoka kwa <laughs> ukarimu wake, basi kitu kimoja kimoja brother. <laughs> kitu kimoja tu. Aendelee kuwa hivyo kwa mkalimu, asivimbe. Yeah. Mambo gani ambao unaikubali zaidi kutoka kwake ungewezaje <laughs> mure. Yeah, kwa yeah. Yeah. Sema ni watu ambao unaamini sana eh? Yeah. wakali sana kwa sababu hasa amefanya kazi paka na layo ni. Lyon eh, mtu anafanya kazi na Simba afu endelei kumwamini tena yeah, sitakuwa ni dhambi yeah. Yeah. kwa sababu Simba ana mtu mmoja kumshauri, wapo watu wengi, kwa hiyo katika mashauri yao walipitishwa walipitishwana kamati nzima, kwa hiyo mimi nani mtu mmoja nisiwaamini, hata mimi pia nawaamini Hivi yeah, ni kitu gani ambacho kitu gani ambacho Dogo Paten unajutia sana kwenye maisha yako, natamani sana ungerudisha muda nyuma, uweke saa kitu ambacho unajutia? Najutia ah, hapana bado kwa sababu mbro wangu bado mdogo, nadhani na vingi vinakuja, itajutia zaidi, lakini sina kitu ambacho najutia mpaka sasa hivi. hakuna Ya. Yeah. Bana, bana, huu ni Dogo Paten Last Born eh? Jina bado tunalikubali hamna <laughs> bwana, mi naachia nyie, sina cha kupinga. Yeah. Yuko. Miamua, mi nani nipinge yeah. Boba yuko wapi? Boba yupo. Yeah. Leo lakini, yupo. Boba yupo. Umekuja naye? Hapana. Yeah. Bana, sijaja naye lakini yupo. Asante sana hivi sasa hivi, mtu mtu yeyote akikuoji akitaka kuuliza maswala ya shule anaogopa kabisa, anaona kama vile atakuwa mambo mengine sana. Hiyo nadhani Dogo Paten nimekutengenezea mipaka kwamba unapokuwa nakutana na watu tofauti tofauti, sasa wajue kabisa mipaka yao, ulize maswali yao, lakini waishi hapa Yaani kikawaida hata wewe na, na mtu yote ambaye upo naye kwenye maisha yako lazima uwe na mipaka naye, kwa sababu mtu anapovuka mipaka yako ndo mnaanza kudharauliana. Kwa hiyo mtu atakapojua mipaka yangu ni vizuri, akija kuniuliza, najua kabisa nianzie wapi niishie wapi ya, yeah, mipaka ndo kila kitu katika maisha ya binadamu. Yeah. Jamani, mhm, shukrani bwana. <laughs>